Tulikuja kutembelea mzee hapa ambaye wakati mmoja alikuwa mtumishi wa Mungu, Leirida na watoto na jamii ambao wamekusanyika hapa, mniruhusu niseme maneno machache kutoka kwa Biblia katika Zaburi ya 84 na mstari wa tano. Biblia inasema heri mtu yule ambaye nguvu zake zinatoka kwa Mungu. Blessed is he whose strength comes from God. Watu wengi dunia hii nguvu zao zinatoka kwa pesa, lakini nafika pahali pesa haiwezi kukusaidia. Wanasema ya kwamba pesa inaweza kukupeleka popote, lakini haiwezi kukupeleka mbinguni. Wengine wanafikiri nguvu zao ziko kwa cheo, hata cheo iko na mwisho wake. Nyinyi watoto wa mtumishi wa Mungu soet leirida, kumbuka, heri mtu yule ambaye nguvu zake zinatoka kwa Mungu. Mungu akiwa nguvu yetu, kitu cha kwanza tutashinda dhambi kwa dunia. Sisi ni wasafiri. Mungu akiwa nguvu yetu, tutashinda dhambi na majaribu. Kitu cha pili, Mungu akiwa nguvu yetu sisi tuna matumaini hii dunia, sisi ni wasafiri, lakini kuna mmoja peke yake ambaye ni nguvu yetu. Jina lake ni Yesu Kristo. Ilipofika Ijumaa Njema akasulubishwa, akawekwa kaburini, siku ya tatu akafufuka, akapaa kwenda mbinguni, na akasema yeyote aniaminie hata kama atakufa atakuwa hai. Tuna imani ya kwamba mtumishi wa Mungu hata kama amelala, siku moja tutakutana naye. Nataka niwaambie hadithi moja. Baba mmoja alikuwa na watoto watatu ndugu ori, watatu ndugu watatu sasa. Mtoto wa kwanza ilijulikana ni siku ya mwisho kwa baba huyo, daktari walimwambia Ndoto wa kwanza alikuwa akienda kanisa na alikuwa amempokea Yesu Kristo. Baba yake akamwambia, asante kijana yangu, umenisaidia good night, umenisaidiai utakutana asubuhi. Kijana wa pili alikataa kwenda kanisa na yeye alikuwa msumbufu. Baba yake akamwambia, bye, bye, nilikupenda kijana yangu bye, hatutawahi bye kutana na wewe. Huyu kijana ule wa kwanza alienda. Huyu kijana akasema, baba, mbona mimi umeniambia bye bye na huyu ukamwambia <coughs> good night <coughs> asubuhi <coughs> magetuie guru lakini giamaogole hatutawahi kutana tena. Watatu akasema, mimi sitoki hapa baba, ngojea nione. Watatu walikuwa wanapenda Mungu na alishika imani ya baba yake. Baba yake akamwambia good night asubuhi, tutakutana. Huyu kijana wa pili akamwambia, baba, hata kama nilikuwa na mambo yote, mimi sitaki uniambie bye bye, nataka uniambie good night. Ndafanyaje? Akasema mwamini Yesu Kristo na akatubu dhambi zake, na baba yake akamwambia, good night. Mageetu yuko roho kwa nyinyi ambaye ni watoto wa mtumishi wa Mungu. Nani baba atamwambia good night, magetuyegur nanani? Ataambia baba bye bye? Mungu atusaidie tushike imani, twende kanisa, tupende neno la Mungu, na nguvu tukitoka kwa Mungu tutashinda majaribu. kwa mama wote nyinyi wote tunahudumia kwa sababu huyu mama kwa hapa sapoti Mama yule tuko naye toll station. Hata jana nilikuwa nawaza, sijui tupitie kwake nyumbani jioni ndio, mm -hmm. turudi, lakini Mungu ni wa ajabu, amefanya tumekutana hapa mm -hmm. hata nyumbani tutafika, tutalete maombi kwa sababu mm. -hmm. sisi ni watumishi wenu pande wote zote mm -hmm. mama, wacha Mungu akupe nguvu mm. ulichunga mzee, mama, Mungu akupe nguvu mm. -hmm. watoto wote, Mungu awape nguvu mm. -hmm. na msisahau nomnyekrt yani, mukikuwa pamoja nguvu ya Mungu inaonekana. Uh-huh. Kwa hivyo kwa mambo yote tuweke yote tuwe pamoja, miti ni mmoja soet, sisi wote historia yetu ni mmoja ingawa mito inaweza kuwa ilitoka pahali pengine tofauti, lakini tuliingia mtoni kubwa ambaye inaitwa soet, kwendelee na hiyo mto mpaka tufike our destination which is heaven and prosperity. May God bless each and everyone of you. Amen. May the Lord be with you. Amen. Sisi tunawapenda wote. Amen. Na tutakuwa pamoja nanyi mpaka tusindikize huyu ile irida. Tulikutana hmm. naye amekaa pale. Hmm. Sitakutana naye. Alitaka kuongea na mimi lakini hapo kuwa na maneno ya kusema. Hmm. Sisi tuko pamoja nanyi. Hmm. Na tuombe.